Langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana wa Uhuru Kinyata Migai, mtetezi wa wanyonge na gavana wa Homabay, kwa sababu inajulikana sinuyugi Magwanga. Kwani wanga anaweza kutupanga kwanza hii mambo ya kasipul kasipul na aroko aroko? Na ngoja tukukula Biblia wanga, tunataka kufundisha wewe lesoni ya kwamba oma Homabay ni ya umolo, Homabay ni ya Magwanga, kwa sababu Magwanga huyu moja, kama angekuwa Magwanga walai mama yangu wanga angekuwa gavana bara Barasa wanga medarao magwanga. Wanga, wanga medarao omolo. Kwani wanga ndio yeye yeye ndio akona nini ambaye anasema dharau wanaume. Ati mimi pia nakili yangu vile nimejudunga hivi. Ati nafuata mwanamke. Ati niambia mjukule pia aende leo. Kwani mimi ni mjinga kiasi gani? Kama mwanamke ndiye alidanganya Adamu wakakula matunda matunda ya Eden. So mimi pia nidanganywa na wanga niende nikule matunda ya Eden. Pia nikuje nikuje my friend kiongozi wa mabei. No yugi magwanga na ninasungumuza na sitachoka kusungumuza ya kwamba Luoland, Luoland kiongozi ni moja. Kiongozi ni Daktari Raymond Omolo. Mimi naye niko one time, lakini kiongozi wangu leo Omolo akaniambia mjukuu, toka kwa huru mbio. Mimi kwa molo kwa sababu tunataka kubadilisha taifa la Kenya. Mimi Luo Nyanza, Luo Nyanza, Omolo akaniambia mjukuu, chagua huyu. Huyu ndiye anampigia kura Mambo sijui tuliwachwa, tuliambiwa sijui tu, tu, tu, ni, niliambiwa ni hiyo sitaki. Raimon Omolo alikuwa wakati kwa ile serikali ya Uhuru Kenyatta, na kuna mtu alikuwa anajua Raymond alikuwa kwa sababu Raymond anataka PR. So, my fellow Luos, kiongozi ambaye atatusaidia, kiongozi ambaye atabadilisha Luo Nyanza, ndugu zangu ni daktari Raymond Omolo, huko kwenye PR. Uomba sababu zangu ya kusema Omolo kwa sababu Omolo haitaji mambo ya vyombo za habari, vyombo za dola kuweka vitu ambavyo amefanya . So ni sisi ndio tunasungumuza kwa niaba ya Omolo. Sisi ndio mouthpiece ya nani? Ya daktari, kwa sababu Omolo ajenda yake ni moja, daktari super PS. Luo Nyanza tutoke kwa gunisun, Luo Nyanza tutoke kwa mambo ya kupiga watu kwa matanga, Luo Nyanza tutoke kwa watu kwa mambo ya kupiga watu kwa rali. Daktari Raymond Omolo super PS, ukanyepiri Lengo yake ni queen power vijana wa Luo Nyanza, ambaye ameshinda godfather na magodfather Luo Nyanza, but kijana mdogo ambaye ni mfupi mwenye akili refu mwenye akili mingi, daktari Raimu Nomo. Sasa nataka kuambia vijana kutoka Luo Nyanza, usidanganywe, usidaga, usidanganywe na hata gavana moja kwa sababu au magavana wanapewa pesa through national government kama kaunti yangu Migori almost 9 billion. Uwezi kuambiwa mahali 9 billion imeenda, lakini vijana wanasafa. But during hii regime ya Omolo watu wamepangwa, watu wako sawa. vijana wakosefu, enda kwa wamama, wamama wa Luo Nyanza, the first time since 1963. Ninarudia, Ogingo Dinga amekuwa amekuwa vice president, hakusaidia wamama wa Jaluo. Mheshimiwa Tinga amekuwa, hakusaidia wamama wa Jaluo, lakini leo hii ndugu zangu wamama Waluo Nyanza, wamama kaunti zote ine: Migori kwetu oma bei kwa kina Kanyipir, kwa Nyong'o Kisumu kwa Nyatieng Siaya kaunti, wamama wanatambua nani Super CS, mheshimiwa daktari Ramon Omolo. Na kwa sababu Omolo simtaper, Omolo anakwambia wamama, mjindakise kwa group, tafuteni certificate, pesa iko kwa serikali, women fund, pesa ziko mingi. So Omolo wa, wanachanua wamama kisha wamana, wamama wanajua nini mahali wa kufanya saa hii. Wamama wajalua badala wa safe, mutu akikupea shilingi elfu kumi kwa grupu, table banking, kisha hii pesa uende naye kwenye shoko uchukue samaki, hii pesa mwingine pia aende kwa soko achukue mboga kienyeji, mwingine pia aende pale achukue omena, mwingine pia aende pale achukue fulu. kata sinani daktari Raymond Mulo, inamaanisha watoto wao wa mama watasoma. Watatibiwa kwa sababu hawatalala njaa, hawatakosa dawa ya, ya, ya, ya kumeza ili wakuwe wazima. Kwa sababu gani? Raymond Omolo badala kupea ndao anakupea kazi, anakupea pesa ya biashara. Ndugu zangu, since 1963 the first time tumepata super PS, sio minister super. Mwingine anatuambia ndiye ni minister, minister of finance, finance na wamama ndio anatembea naye. Finance hiyo inasaidia nini? Ati the first time Mluo, Mjaluo kukuwa minister of finance. Bwana Omolo yuko kwa serikali. Omolo ndio alitengeneza serikali ya William Ruto. Na yuko naye ni serikali. Kura Omolo alipata ni 3000. Na hiyo 3000 ndio tunavunia kisu kama jaluo. Only 3000 ambayo kura William Ruto alipata. Homa Bay. Na ndio tunavunia. So tunaambia Raymond no Omolo 2027 tutahakikisha kwamba ukienda kuchaguliwa na hiyo timu yenu ya UDA na kadhalika, wewe kama kijana wetu, wewe kama baba yetu, wewe kama ndugu yetu tutasimama nyuma yako tukupee support ili ukiwe pale kwa cabinet, cabinet minute meeting, pia uko na value. Hakuna mtu atakung'oria kwa sababu gani? Umeleta nini? Umeleta kura kwa meza. Right now tunatambua kiongozi lazima Omolo, tutasimama nyuma yake ili Omolo asimiwe na Omolo atashimiwe wakati ambao tujampigia kura ura. So, kura zetu aliyoanza four county ni ya nani? Raymond Omolo. Wale watu ambao wanataka uongozi ndugu zangu, ngoja kwanza. Sasa hivi tunapanga wajaluo ili wajaluo toka kwa maskini. Sasa tunapanga wajaluo wasirushe mawe. Sasa tutarusha certificate ya group kwa Omolo. Hilo Omolo atusaidie. Mambo ya TB mchela la hizo ni vitu ambayo ile sileta unga. Iwezi lipa school fee. Ati TB mria vijana mwe. Hii iwezi lipa school fee my friend. School fee inalipwa na pesa. Ndugu yangu, iwezi lipa school fee. Eh? Ati warembo hai, hii iwezi... wao warembo wanataka pesa ya biashara na mtu ambaye anawapea warembo pesa ya biashara ni Daktari Raymond Omolo. Nikimalizia nataka kusema Kibiri Ward. Kibiri Ward kijana ni moja, kijana wa Raymond Omolo, Ongati mwenyewe. Ongati hao ni watu wa mkono, mtu tu ya mkono. Kwani ukiangalia Ongati, unasema huyu ndio Ongati alikuwa wa ODM. Ongati ameteseka kwa ODM, Ongati amepigana kwa ODM, Ongati amenyang'anywa kwa ODM. Saa hii Ongati ni kama mheshimiwa na baada ya achaguliwa na ni mheshimiwa. So akikuwa MCA, Ongati anasaidia wa mama Kibiri Ward. Na jacha sasa akichaguliwa wana Kibiri wod Oma Bay County kiongozi super kiongozi niongati, kama sio ngati ndani sio ngati re huo, ndio kiongozi. So mtu akikwambia wewe oh, sijui mambo ya PR Oma Bay, hatutaki PR. Ule mambo ya PR ule ule, sijui naitwa, sijui Nyasona, sijui Wangaya, aende fanye PR kule kule kwao kikano. Oma Bay ni Raymond na Kinongati, hii hatutasikubali kupangwa eh. Oma Bay Central ward pia tunasema wow wow hao ni vijana wa nani? Daktari Ali Munomolo. Hao ni watu walinyang'anywa tiketi na Wanga. Wao wao wow, ni watu ambao wamepigana kwa ODM. Hadi Raila mm, Odinga amesema wao wao apewe tiketi ya ODM. Gladys Wanga na kerere yake na kateli yake akanyang'anya kapeana mtu mwingine. Sijui alikuwa ndugu yake, sijui alikuwa boyfriend yake. So wao wow, wao wananyang'anywa tiketi na wao ndio wanapigana kwa Raila. Na baba amesema kwamba wao wao wow, pewe tiketi. Homa Bay Central Ward wao wow. Kibiri Ward Ongati mwenyewe. Hao vijana wanani? Daktari Raymond Omolo. My friend, Wanga, unaweza simama kitu gavana juu ya kitanda yako. Lakini Oma Bay tunasema ya kwamba inapangwa na kinongati, akina wao na super PS. Then governor Oma Bay kwa sababu inajulikana. Sino yugi magwanga. Kwani Wanga anaweza kutupanga? Kwanza hii mambo ya Kasipul. Kasipul na Aroko, Aroko na ngoja tu kukula Biblia. Wanga tunataka kufundisha wewe lesson Oma Bay. Ya kwamba Oma Bay ni ya Omolo. Homa Bay ni ya Magwanga. Kwa sababu Magwanga huyu moja kama angekuwa Magwanga, walai mama yangu. Wanga angekuwa governor. Bara sasa Wanga amedharao Magwanga. Wanga amedharao Omolo. Kwani Wanga ni yeye yeye ndiye akona nini ambaye anaweza dharao wanaume? Ati mimi pia na akili yangu vile nimejudunga hivi, ati nafuata mwanamke. Ataniambia mjukule pia aende leo. Kwa nini mimi ni mjinga kiasi gani? Kama mwanamke ndiye alidanganya Adamu wakakula matunda matunda ya Eden, so mimi pia nidanganywe na Wanga niende nikule matunda ya Eden pia nikuje nikuje, my friend, kiongozi wa mabei no yugi Magwanga, MCA Kibiri Ward Ongati mwenyewe Central Homa Bay Ward wa wao hao ni vijana wanani, Raymond Omolo kingpin mwenyewe ambaye anajulikana Raymond Omolo daktari woka jipee. Watu wengine ananiambia ati mimi nifuate TV Mtialala, TV Mtialala atatusaidia niweze kutusaidia. My friend, sisi tunasaidiwa, tunasaidiwa na wale wale watu ambao wanasaidia Tibi, tibi ndiye iweze kulipa school fee. School fee nalipwa na pesa che. Na wenye wanalipa checks ni Raymond Omolo. Mwenye anapea vijana vijana kazi ni Raymond Omolo. Mwenye napea, napea wamama pesa ya biashara ni Raymond Omolo. Kwani tibi itaenda kupeana itaenda kununua samaki kwa kwa, kwa, kwa kale. Iende uzwe. My friend, tibi mtiela la wangoje. Sasa tu kuna super spies Raymond Omolo. Junet bye. Junet bye. Bye, Junet. Junet bye. Junet Bai. Suna East constituency ni kijana ni moja inaipo Okech Sala, kijana wa Raila Odinga. Junet, madam piero, Omabei, Gladys Wanga, ochilo ayako, mbogo, mwenye vita wao, wanaenda nyumbani. Lakini niko sana sana Omabei, mambo ya governorship, hapo ndio nina deal na yeye sana ya na Suna East. So Suna East kijana ni moja Okech Sala, lastborn ya nani? Raila Odinga na simu ndio kuinua mkono Junet, ukipenda Mama Ida aende kuinue mkono bado unaenda na, ukijaribu, bado unaenda na, e. Kama unataka kuinua mkono, kwa Mama Ida kuinue mkono, na bado unaenda wapi nyumbani. Sisi kijana wetu, kiongozi wetu ni chaguliwa Okech, niko na watoto